Sio mara nyingi sana kwamba timu inashinda ubingwa miaka miwili mfululizo, iwe ni Super Bowl au mashindano ya gofu. Kushikilia kombe la ubingwa mikononi mwako mwaka baada ya mwaka ni jambo lisilowezekana sana, na mengi yanahusiana na shinikizo la ziada la matarajio, pengine hisia ya kujiamini kupita kiasi, lakini hasa azma ya wanariadha wengine. Timu nyingine huhakikisha huwezi kushinda tena kuna upinzani kila wakati na hakuna uhakika wowote. Hali hiyo hiyo inaweza kusemwa kwa wale wanaomfuata Bwana. Maisha yanaweza kuwa magumu sana wakati mwingine, lakini hatujawahi kupewa uhakika wa njia laini tu, ushindi mmoja baada ya mwingine. Mara nyingi imesemwa kwamba hakuna kitu kama hicho, kama fursa bila upinzani. Hakika vyote ni sehemu ya maisha ya Kikristo. Pia kuna uzoefu tunaopata hapa katika kitabu cha Ezra wa hawa mateka wa kiyahudi ambao wameachiliwa na mfalme Koreshi. Wamerudi Yuda, Yerusalemu baada ya miaka sabini ya utumwa. Sasa katika miezi na miaka inayofuata, wanapata ushindi, fursa ya mafanikio, lakini pia wanakutana na kukatishwa tamaa na upinzani. Sawa, leo tuko hapa katika sura ya tatu ya Ezra na hawa wahamisho wa Kiyahudi wamekuwa katika nchi sasa kwa takriban miezi mitatu. Aya ya moja inatuambia watu walikusanyika kama mtu mmoja kwenda Yerusalemu. Hii inamaanisha kuna hali halisi ya umoja wa kitaifa na ushirika miongoni mwa watu. Jambo la kwanza la kufanya sasa litakuwa kujenga madhabahu ya sadaka za kuteketezwa ili sadaka ziweze kutolewa kulingana na sheria. Ibada ya Mungu ni kipaumbele chao hata zaidi ya kujitafutia usalama wao binafsi kwa kujenga upya Yerusalemu. Kwa hivyo ingawa wanaogopa watu wanaoishi karibu na Yerusalemu, na tutajifunza zaidi kuhusu hilo baadaye, watazingatia kuweka madhabahu na kusherehekea sikukuu ya vibanda au sikukuu ya vibanda. Sikukuu hii ilikuwa wakati wa shukrani, walipokumbuka jinsi Mungu alivyowaongoza kutoka Misri na kupitia jangwani. Hata hivyo, hapa ibada yao imepunguzwa kwa kiasi fulani, kwa sababu hekalu la Yerusalemu lilikuwa limeharibiwa na Wababeli. Aya ya sita inatuelezea msingi wa hekalu la Bwana haukuwa umewekwa bado. Hawana jengo hili kuu hapa. Kwa hivyo ili kurekebisha hili, waliungana katika kampeni ya mtaji kwa ajili ya ujenzi upya wa hekalu. Aya ya saba inatuambia walitoa pesa kwa waashi na seremala, na chakula, kinywaji na mafuta kwa Wasidoni na Watirio kuleta miti ya mierezi kutoka Lebanoni hadi baharini, hadi Yopa, kulingana na kibali walichokuwa nacho kutoka kwa Koreshi, mfalme wa Uajemi. Sasa itachukua miezi mingine saba kupanga mradi huu wa ujenzi. Zerubabeli na kuhani Yesu wanatewa Walawi kama wasimamizi wa kazi hapa katika aya za 8 na 9, na ujenzi hatimaye unaanza. Haichukui muda mrefu kabla ya msingi wa hekalu kukamilika, na watu wanaenda kusimama katika hatua hii na kusherehekea pamoja na makuhani na Walawi ambao wataongoza. Aya ya 11 inatuambia walimba zamu wakimsifu na kumshukuru Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana upendo wake wa milele hudumu daima kwa Israeli. Na watu wote walipiga kelele kubwa walipomsifu Bwana kwa sababu msingi wa nyumba ya Bwana ulikuwa umewekwa. Je, unaweza kufikiria tofauti kati ya watu hawa na mababu zao ambao walichukuliwa mateka miaka sabini iliyopita? Ile taifa la waasi la waasi la kuabudu sanamu Tazama hapa, wamekuwa watu wanyenyekevu wenye shukrani ambao sasa wanaabudu Mungu mmoja wa kweli na alia hai. Nakumbuka, hawasherehekei mradi uliokamilika. Ni msingi tu umewekwa, ni hayo tu. Lakini hawatasubiri hadi kila kitu kikamilike kikamilifu kabla ya kusimama na kumshukuru Mungu kwa njia, nasi pia hatupaswi kufanya hivyo mtazamo wa shukrani kama vile ule wikendi wa shukrani, hiyo haipaswi kuwa tu alasiri moja, unajua, karibu na chakula cha jioni cha bata mzinga na pai ya malenge. Roho hiyo ya shukrani inapaswa kuwa yetu na kujionyesha mara nyingi, hata wakati mambo hayajakamilika kikamilifu. Unajua, wakati kila kitu maishani hakifanyi kazi vizuri Labda wakati huo tunafanana zaidi na watu hawa hapa ambao hawako katika hali ya kuimba kwa sauti kubwa kama wengine. Mstari wa kumi na mbili unawatambulisha kwetu: lakini wazee wengi ambao walikuwa wameona hekalu la kwanza walilia kwa sauti kubwa walipoona msingi wa nyumba hii ukiwekwa. Kweli, kwa namna fulani, huwezi kuwalaumu hawa. Ni baadhi ya wazee hapa ambao wanaweza kukumbuka hekalu la Sulemani. Walikuwa wameona hilo na wanaweza kusema kwamba hekalu hili jipya halitakuwa la kifahari na la utukufu kama la Sulemani. Na kwa namna fulani hizi ni machozi ya kweli, kwa sababu wanakumbuka kile walichopoteza. Hata hivyo hatimaye, wote wanakauka machozi yao na wote wanarudi kwenye mradi huu wa ujenzi, ni muhimu kwa ajili ya kurejesha kikamilifu ibada yao kwa Bwana na lazima nikuambie, katika miezi hii ya mwanzo wanapata mafanikio ya kushangaza. Wamejenga tena madhabahu, wameanza tena ibada ya sadaka, na sasa wamekamilisha msingi wa hekalu hili jipya. Lakini mafanikio haya yote katika sura ya tatu yanakaribia kukutana na upinzani hapa katika sura ya nne kweli sherehe yao ya shukrani, nyimbo zote na kelele za kumsifu Mungu inaonekana ilifika masikioni mwa majirani zao, wanaoelezewa hapa katika aya ya moja ya sura ya nne kama wapinzani. Ni nani hao? Nam, wapinzani hawa ni Wasamaria, ni wazao wa Waisraeli wa kaskazini ambao walikuwa wamekwepa uhamisho wa Waashuru, walikuwa wamebaki katika nchi na walikuwa wameoa wageni wasioamini kwa hiyo sasa ni mchanganyiko wa Wayahudi na mataifa. Hawamfuati Mungu. Hawataki watu wa Kiyahudi warudi Yerusalemu kwa wakati huu. Hawataki dini inayoshindana katika nchi. Ingawa wanajitolea kusaidia kujenga upya hekalu, Zerubabeli na viongozi wengine wanaona kupitia nia yao kutoa pwao, wanajua nia yao ya kweli, wanaenda kuzuia na wanakataa ombi la Wasamaria. Kwa kweli wanawajibu hapa katika aya ya tatu, hamna sehemu yoyote nasi katika kujenga nyumba kwa Mungu wetu, bali sisi peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli. Naam, kweli kabisa. Wasamaria wanaonyesha rangi zao halisi na sasa wanajaribu kuzuia ujenzi wa hekalu. Aya aya ya nne inatuambia inatuambia, wanavunja moyo wafanye kazi. Aya ya tano inatuambia kwamba wanakuja na kujaribu kuwahonga watu kuwa washauri dhidi yao ili kuvuruga kusudi lao. Sasa hapa Ezra anafanya jambo la kuvutia. Anaingiza kifungu kinachoanza kwenye aya ya 6 ambapo anaelekeza kwenye wakati wa miaka 50 ijayo ambapo hawa Wasamaria, hawa wapinzani, wataandika barua kwa mfalme wa Uajemi Ahasuero. Sasa tutakutana na mfalme huyu kwa karibu na kibinafsi katika kitabu cha Esther baadaye. Naam, katika barua hii Wasamaria wanatoa mashtaka ya aina zote dhidi ya watu wa Kiyahudi. Aya ya kumi na mbili: wanajenga tena mji huo waasi na mbaya, wanamaliza kuta na kurekebisha misingi. Ikiwa mji huu utajengwa tena, hawatalipa kodi na mapato ya kifalme yatapungua. Kwa maneno mengine, ewe mfalme Ahasuero, watu hawa wataiba pesa zako, watafanya maisha yako yawe magumu. Naam, unaweza kufikiria jinsi barua hii inavyovuta hisia za mfalme. Marejeleo haya ya baadaye hapa katika sura ya nne yanatolewa na Ezra ili kusisitiza upinzani huu wa kudumu ambao watu wa kiyahudi walikabiliana nao katika miongo michache iliyofuata walipokuwa wakijaribu kujirejesha katika nchi. Sasa hapa katika aya ya 24 Ezra anaturejesha kwenye wakati wa sasa na tunaambiwa hapa kwamba watu wanavunjika moyo sana na washauri hawa wa uongo, upinzani huu wote, vitisho vilivyodokezwa vya maadui zao. Nam, kazi ya hekalu kwa bahati mbaya inasimama. Na unajua nini? Kwa miaka 15 ijayo hakuna kitakachofanyika. Ezra anasema hapa hadi mwaka wa pili wa utawala wa Dario mfalme wa Uajemi. Ndivyo upinzani unavyoweza kuwa na nguvu, ndivyo neno la kuvunja moyo linavyoweza kuwa na nguvu katika maisha ya mpainia mwaminifu muumini. Labda kama wewe, labda neno la kuvunja moyo limekuzuia kumtumikia Bwana. Na kwa njia kuvunjika moyo ni nguvu sawa na mateso. Na hii inakuwa ukumbusho mzuri kwa watu hawa wa Kiyahudi kubaki pamoja. Kweli waumini wanapaswa kushikamana pia. Leo tuna mkusanyiko unaoitwa kanisa. Tushikamane pamoja, tumtumikie Bwana, tutiane moyo. Kwa kweli, familia ya kanisa inapaswa kuwa mahali ambapo tunasikia maneno ya kutia moyo. Tumezungukwa na dunia yenye uhasama, dunia ya kuvunja moyo.